kuna swala ya faradhi mbili haina sunna ya kablia, kuna mtu anajua? naam, sheikh, swala ya ijumaa, kwanza ni swala ya ijumaa, swala ya ijumaa haina sunna ya kablia, naam, a, swala ya eid si faradhi, nasema katika swala za faradhi, swala ya eid kweli haina sunna ya kablia, kwanza ni swala ya ijumaa, swala ya ijumaa ndugu yangu umekuja msikitini mapema, wewe uswali rakaa mbili mbili lakini itakapofika inaadhiniwa wakati khatibu yuko juu ya mimbar, inaadhiniwa akimaliza kuadhini usisimame tena pale kuswali kama unavyofanya baadhi ya watu sawa? So, hakuna sunna ya kablia ya kabla Jumaa. Umeingia msikitini bado, swala raka mbili tahiyatul masjid. Khatibu iko juu ya mimbar, tahiyatul masjid, lakini hakuna sunna ya kablia, si raka kama zile raka nne ya dhuhuri kabla, hakuna. Lakini baada ya salati ya Jumaa, hii ni muhimu hapa. Ukisha swali salati ya jumaa msikitini ukaamua kuswali sunna ya baadia ya ijumaa msikitini, utaswali raka nne. Rakaa mbili utatoa salamu, rakaa mbili utatoa salamu. Na ukiamua kwenda kuswali sunna ya baadia nyumbani utaswali rakaa mbili peke yake. Ambapo hii waislamu wengi leo hawaijui ndugu zangu. Unamkuta mtu baada ya Juma anasimama na swali rakaa mbili. Ni gani hiyo mifasi hiyo? Msikitini. Na ndio unaona kulingana na hadithi hii ambayo Mtume aliwahimiza maswahaba na yeye mwenyewe alikuwa kifanya, wanasema wanazuoni, kana kwamba Mtume anawahimiza waislamu waende wakaswali swala za sunna nyumbani. Ndio maana nyumbani ikawa rakaa mbili. Hapa msikitini rakaa nne. Sasa wengi waislamu hawajui hilo.